Uh, kuna kitu ambacho hatukufundishwa tukiwa shule. Ni somo zima la mapenzi. Mapenzi yana darasa, yana chuo, kila mmoja anavyoyakuta na ndo anavyoyafanya. Na mapenzi yana division, ni tofauti tofauti sana, lakini pia mapenzi hayachagui tajiri au maskini. Hata watu wanaoishi chini ya dola moja wanakuwa na mapenzi yao, mapenzi yao fulani. Juzi kuna clip moja ili, ili, ilikuwa imesambaa sana forozani pale, kuna mzee mtu mzima hivi alikuwa na mzee mwenzie wamekaa unaelewa vizuri, watu wakapenda namna ambavyo wamekaa. Kwa hiyo sisi hatunaona kwamba kinachoran kina dunia ni mapenzi, au sio bwana? Na watu natafuta tunapambana kwa ajili ya ma, mapenzi. Kwa hiyo tumeamua kuyaonyesha mapenzi ya chini ya dola moja, lakini mapenzi ya Kiafrika, lakini mapenzi pia, ukiacha ya mahusiano kati ya fulani na fulani, mapenzi ya familia, mapenzi ya familia. Familia ikishikana kama ukuta, inaweza ikafika kwenye nchi ya ahadi. Kuna familia tunaziona zinafanana hata biashara, unakuta anakuambia mimi toka babu yangu alikuwa anauza uzi. Kwa hiyo wote unafanya biashara ile ile, tofauti kidogo na sisi Waafrika, kukuta mjomba anaendesha magari basi kaka atakuwa anauza uyoga, hatufanani kwenye biashara. Kwa hiyo tumejaribu kuwakumbusha ku, ku, ku, ku, kuwakumbusha Waafrika na kuwakumbusha vijana wenzetu, tukifanana kwenye mapenzi, tukifanana kwenye kupendana, tukishikana kama ukuta, tunaweza tukafika nchi ya hadi. Tafsiri sahihi ya Baraluko. Eh. Baraluko ina kama ina kama isabati tu, ina jawabu moja linalopatikana kwa kanuni maksusi wakati wa kukokotoa.